Uislamu, ukitazama ibada, mafunzo ya ibada, ibada tunaozifanya, tuliofundishwa, ni mafunzo yako wazi, yanakubalika kisheria, kiakili, kimaumbile ya mwanadamu. Ukitazama miamala mbalimbali ya nikah ya ndoa, miamala ya biashara, utauona Uislamu ni dini iliyokuwa kamili kabisa. Mafunzo yake ni mafunzo bora mazuri, hayana mfano. Tizama kwenye ndoa, namna sisi tulivyofundishwa jambo la ndoa, kuoa. Mfano, kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, dini yetu imetufundisha hivyo. Jambo hili laendana, chilia mbali sheria yenyewe, akili ya mwanadamu, maumbile ya mwanadamu mwanaume kuoa zaidi ya mke mmoja. Wale ambao wana mmoja tena kwa uhai na kifo, wanatatizika sana na jambo hili, maumbile yao ya kinzana na utaratibu wa dini yao. Ndio maana maeneo walojikita watu hao wa mke mmoja kwa uhai, kwa maisha na kifo ni maeneo yanayoongoza kwa takwimu ya juu kabisa ya ukimwi. Yawezekana mtu ana mke mmoja katika dini yake, lakini ana vimada kumi na moja, halafu wakawazuga Waislamu kwamba ndoa wa zaidi ya mke mmoja ina matatizo mingi, ndoa za mitaala zikafundishwa maskuli, ni sababu ya kuenea kwa ukimwi, lakini tukitazama maeneo ya watu ambao wana mafunzo hayo ya mke zaidi ya mmoja, takwimu ya ukimwi au asilimia ya watu wenye wa ukimwi ni ndogo. Yawezekana chini ya zio mifano katika nikaha